Nimeona watu wanalialia sana kwenye comments ya post ya Wema, wanalialia Wema ana miaka 30, haiwezekani. Mimi niko darasa la saba, namjua Wema hii oh, mimi niko sifu ngapi, namjua Wema anashiriki, hawezi kuwa na miaka 30. Sasa ni vipi hii? Ndo mara ya mwisho naongelea issue ya umbu wa kwa sababu nishaongelea before, siongelei si tena, hii ndo mara ya mwisho. Atakayeamini amini, kama hutaki kuamini kunya utaijua mwenyewe. Mimi hivi Siongele yani, siongele tena ni hivi nimekutana na Wema 2006. nimekutana na Wema Sepetu 2006. Nimekutana naye yuko form yani, yuko form 4 ndio anamaliza form 4 ndio anaandika mitihani yake ya form 4 Okay? Alikuwa anasoma some international school, Mikocheni, sio academic, sio academia, sio nini nini. Miko Mikocheni huko anamaliza yani ndio Amemaliza mitihani au ndo anaandika ile mitihani mkutana so naye Jumapili slip wey, watoto wa kishua wote kipindi hiki watoto wa kishua wote wako slip wey. Ndio nilienda pale kwenda kuwawinda watoto wa kishua ili washiriki kwenye show yangu ya uh, m um, Indian Ocean right? Wema nimekutana naye ana miaka kumi na tano Right? yaani ndio mwaka ambao anaingiza mia kumi na sita, lakini kwa sababu nilikutana naye around I think June June hivi June hivi Julai, she was still fifteen, na mia kumi na tano. Okay? tumempenda mtoto, nimempenda, nimechanganyikiwa. Naomba ushiriki umisi, naomba ushiriki umisi. Nimeangaika kwao sana, mamake hakuna kitu, mamake yakuwa ataki kama Wema kuingia kwenye maisha ya ustaa Mama yake alikuwa ananiambia sitaki, mtoto wangu awe kwenye midomo ya watu, sitaki ah, mambo ya mamisi, mtoto ni mdogo. Kwa nini mnadhani niliangaika sana Wema kushiriki umisi? ana yani, ananiambia mtoto is under age. Siwezi kumwachia aende kwenye macho ya watu. Nilikuwa nashinda kwa kina Wema pale ki, uh, pale Yaani ni kwamba nakimbia chuo kwenye kipindi, nikitoka kipindi nipo kwa kinawema ili mamake anizoee ani trust. Yani nilikuwa nakaa pale, naweza kaa pale breakfast, lunch na dinner, nakula kwa kinawema. Yaani nakimbia chuo, narudi nashinda pale, ili kwao wanizoee, wanitrust. Mamake kwao kwanza kuwa hawana dhiki Yaani baba yake yuko vizuri, kwao hawana dhiki ya umisi, yani hata nikiwambia atashinda gari anaambia <laughs> gari no she will be fine, atapata hiyo gari hapa nyumbani kwa hiyo, yani, lakini wema mwenyewe she wanted to do it yani, alikuwa ana ile anataka kufanya it took a lot. It took a lot kwa mama yake, yani ile Yani, mpaka nikampromise mamake mimi nitamtekea, it took muda mrefu mpaka mamake akani trust, akaniambia mtoto. Mtoto, yani yani, okay mind you nikiwaambia huu mtoto alikuwa kwao ni yani she was under age naomba yani mnielewe mnavyomwona wema anaongea hivyo kibebi bebi wema ndio maisha yaliyokulia kwao mimi huu mtoto nilipokuwa nashinda kwao huu mtoto anaongea kama mtoto she's 15 mimi mwenyewe naogopa nasema hivi ataweza kwenda kusimama pale juu akongea anaongea hivyo hivyo kwao mama kwao anaitwa kimami hivyo mnamwona, anaitwa anaita watu sijui chimama sijui chinini, ndio kwao alikuwa anaitwa huyo chimama, sio? Yani wema ananyweshwa dawa na mamake, she's 15, anaumwa ananyweshwa dawa hivi, analishwa na mamake. Yani alikuwa kitin, kitinda mimba wa hivyo. Yani msimuone hivyo anavodekeza watoto anavodekeza watoto sijui chimama sijui chimama sijui chinini chinini, ndio kwao alivolelewa hivyo. Okay. So mimi mwenyewe nilikuwa naogopa, huyu mtoto ataweza mambo ya Umisi huyo? Eh? Kwao ndo <laughs> hivi. As baada ya mamake sasa kukubali Wema ashiriki. Tukaja kwenye challenge ya pili sasa. Challenge ya pili mtoto yuko under age. She's 15. Haruhusiwi kushiriki Umisi. Ikabidi sasa tuanze kupiga akili. Mimi na mwandaaji wa Misi Kinondoni, yule anaitwa Yusuf Boy George. Akwaga ndo mwandaaji wa Misi Kinondoni ambaye sasa ndio bosi wangu sasa mimi, sababu mimi, mimi sinikuwa nafanya kitongoji, alafu eh, akitoka ku, kwenye kitongoji changu ndio anaenda kushiriki Miss Kinondoni, kwa hiyo mimi nikamfuata yule bosi wangu, kaniambia mtoto tunaye mkali, msanii Tanzania tunaye. Tatizo hawezi kushiriki, mtoto mdogo huyu. Tunawafichaje wale kule Miss Tanzania wasijue kina Lundenga, wasijue huyo mtoto lazima tuende naye, tunafanyaje? Sita kuongea mengi make mambo mengine ni ligo, alafu utakuja baadaye kufunu yani, video umefanya ile video, Mange mwenyewe ashakufanya hivi, video weka, ongea kwenye video. so I'm not gonna talk much, all I can tell you is this. mimi na Boy George ndo so tulicheza mchezo wote, tukaambia mamake Wema, we tulia, huyu atakuwa ligo atakuwa ligo, ushiriki huyo mimi na Boy George, mwandaji wa Miss Kinondoni ndo tukacheza Rita, tukacheza kule uhamiaji, ikatoka birth certificate Wema Sepetu is 18, ikatoka cheti cha kuzaliwa Wema Sepetu is 18. Tumecheza hizo zote, bado tukabaki na challenge moja. Shule! Baada ya Wema sasa kushiriki ile Miss Indian Ocean kule shuleni, sasa sasa, shuleni kule, documents za shule zinauliza mtoto ndio ana 15 aingiza 16, yule shule yani, wakawa contact wazazi wa Wema. hey, mbona huyu anashiriki hii kitu inataka mtu wa 18. Hey, how! Kwa hiyo shule, tukasema hawa shule wataharibu, maana wale shule wangeweza kuja kuongea huko, ikabidi e tukacheza na dili shule, yani tuliangaika yule mtoto kuwa 18 years old so napoambia, Wema is 34, naombeni mnielewe. Wema ndio, mister, ndio miss mshiriki wa umisi pekee nchi ya Tanzania ambaye alifeki age kuiongeza ili ashiriki. Wengine wote huwa wana fake age kuipunguza ili washiriki, huyu alifeki. Na baada ya pale aliangaika, baada ya pale, baada ya Miss Tanzania Wema ilibidi aendelea ku celebrate birthday ya umri mkubwa every year, unaona. Make anasemaje? For over, I think over 10 uh, years alibidi aendelee kucelebrate uh, ule umri, ni pale alipofika ambapo ule mwaka upofika kwamba aselebreti miaka thelathini na huku anajijua bado yuko 27 28. Ndio Wema alipogoma kucelebreti 30 years, ndio alipoanza sasa kutaka kucelebreti age yake ya ukweli, ndio watanzania walipoanza kumwona huyu huyu huyu dem jao, unaona. Watanzania ndo hapo walipoanza kuchanganyikiwa. Maana sasa wewe mahataki tena kusema 30. Yeah, 30. 30. Pale ndo walipogoma ku celebrate ile birthday ya 30, akaanza akarudisha nyuma. Ndio watu walipoanza kumwataka. Kama mnakumbuka, mimi mara kwanza niwaambieni age ya Wema nilikuwa hata siongei naye. Ndio kipindi yuko na Bashiki. Siongei naye hata sikuna vizuri, lakini still niwaambieni ukweli. Huyu mtoto ni mdogo. Yeah? She is, Wema kapishana na, na Kinganga about two years king'ang'a pia as, as, nilikosea i think niliwaambia ni anaingiza between 33 and 34. u nilikosea king'ang'a this year anaingiza 32 years old yeah? anaingiza 32 years old unaona kwao king'ang'a na wema umepishana about two and a half years wema, wema kam, kamzidi king'ang'a about two and a half years yani hivyo uh, wema ndio star yaani yaani mmoja wa mastaa wa, masta wa, wa TZ ambaye ni, ni, ni wadogo wengine wote wazee au 40 au kina anti wote we 40, 40 something wazee. wema is, 34. Au, wengine wote wazee. Wema is 34 years old we kama hutaki kanye wengine mengine ni hivyo. kwa la saba kwa la saba ndio nini Tanzania, kwa miaka ya nyuma darasa la saba kuna watu walikuwa na miaka kumi na nane, kumi na saba. So wewe kwa la saba haina nini. Kwenu uko mchili shule shule ume uko la saba. Mimi nilikuwa uko la mzee la saba sasa hivi, miaka kumi na saba ndo watoto la saba bado wadogo